simamizi wa uchaguzi eh, pamoja na watu wote ambao mmealikwa hapa uh, cha kwanza ni, ni shukuru kwamba eh, kwanza tulikuwa na kipindi kizuri sana cha kampeni. Umefanya kampeni siku stini bila kuwa na changamoto yoyote ile ya ya <coughs> rapsha rapsha kati ya chama kimoja chama kingine ama mwananchi mmoja na mwananchi mwingine lakini cha pili ni mshukuru Mungu, watu walijitokeza wakapiga kura na nyinyi wote mlikuwa mashahidi. Na mara nyingi watu wanakuwa hawafahamu uchaguzi huwa ni kati ya saa moja asubuhi mpaka saa tatu ndio huwa watu, halafu baada ya hapo anakujaga mtu mmoja mmoja tu kujitokeza kwa ajili ya kujazilizia. Kwa hiyo mlikuwa mmeona nyinyi wenyewe jinsi ambavyo watu wamejitokeza kwenye kupiga kura, kwa hilo limefanyika. Uh, pamoja pa ni kweli kwe, kwamba katika siku ya mwisho kulikuwa na changamoto ndogo, lakini hazijaathiri mchakato mzima wa wa uchaguzi ambao tumeuendesha. Kwa mimi tu niseme tu niwashukuru wote walionipigia kura na niahidi kwamba moja ya jukumu langu kubwa katika kipindi hiki cha miaka mitano ni kuiunganisha Tunduma na kuifanya kuwa moja, kuhakikisha kwamba eh, tunafata ile misingi ambayo tulikuwa nayo hapo awali na kusogeza huduma za kimaendeleo kwa wananchi wote kwa hiyo hilo ndio lengo langu kubwa kwa wananchi. Nianze kwa kusema kwamba jimbo la Tunduma kwa upande wa mgombea wa ubunge kulikuwa na wagombea watatu kwa vyama vitatu tofauti. Tulikuwa na mgombea wa ACT, mgombea wa Chauma, mgombea wa Makini lakini na mgombea wa Chama cha Mapinduzi jumla ya wapiga kura ambao walishajiandikisha kwenye daftari la kupiga kura walikuwa laki moja ishirini na tisa mia moja sabini na sita ambao hawa ndio walikuwa wamejiandikisha kupiga kura, na jumla ya wapiga kura laki moja kumi na saba mia tano kumi na tisa walijitokeza kupiga kura katika vituo vyetu mia tatu kumi na nane vya halmashauri ya mji wa Tunduma kwa maana ya jimbo la Tunduma. Lakini katika kura hizo hakuna kura iliyokuwa na mgogoro wala kukataliwa. Ndugu wageni waalikwa, katika hafla hii fupi niwajulishe tu kwamba kwa upande wa Chama Makini alikuwepo Glory John Mwigomole, chama cha ACT Wazalendo alikuwepo Victor Mateni Sichone na upande wa Chama cha Mapinduzi alikuwepo Silinde David, David Ernest. Aidha, katika jimbo letu la Tunduma pia tulikuwa na wagombea udiwani kumi na tano kwa kata kumi na tano na katika kata hizo vyama vitatu vimeshiriki katika zoezi hili muhimu la uchaguzi wa rais, ubunge na madiwani. Vyama vilivyoshiriki katika ngazi ya udiwani, kulikuwepo na ACT Wazalendo, kulikuwepo na CHAUMA pamoja na Chama cha Mapinduzi. Hivyo naomba nitoe matokeo kwa upande wa Glory John Mwaigomole wa chama cha Makini alipata asilimia nne za matokeo, lakini Victor <clears throat> Matenisi Chone alikuwa na asilimia tano na Silinde David Ernest wa chama cha Mapinduzi alikuwa na asilimia tisini. Hivyo, kwa mamlaka niliyopewa kama msimamizi wa uchaguzi jimbo la Tunduma kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka elfu mbili ishirini na nne namtangaza ndugu Ernest David Silinde kutoka chama cha Mapinduzi kuwa mbunge wa jimbo la Tunduma na madiwani kumi na tano wa chama cha Mapinduzi kuwa madiwani wa kata katika jimbo la Tunduma. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sasa niko tayari kuwasilisha cheti cha ushindi kwa ndugu Ernest David Silinde e, karibu sana.